Na mtazamaji wa sanduku la habari, ilikuwa ni mikakati ya siku ya jana tarehe kumi ambapo Chadema tayari walikusha kupanga mikakati ya kuhamia Songea kwa ajili ya mkutano unaoendelea na baada ya mwenyekiti wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo kukamatwa, sasa mkutano huu kulitokea na sintofahamu, ambapo makamu mwenyekiti alikwisha kuwasili katika viwanja hivyo vya Songea, pamoja na mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema Bavicha, alikuwa amekwisha kuwasili katika viwanja hivyo, na wakati wakiendelea na mazungumzo na wananchi, wanaita wenyewe wanachadema kwamba wakati wakiendelea kutoa nondo um, wakati wakiendelea na hotuba katika viwanja hivyo askari waliweza kutokea kama hivi na weza kuzuia mkutano huo, lakini viongozi hao walikuwa wakilalamika kwa habari ya barua ya kusitisha mkutano huo. Ikaonekana kwamba polisi hawana hiyo barua na ikaleta sintofahamu mahali pale, ikawa ni vurugu zaidi ya vurugu, na unaweza kuona katika video hii ni vurugu gani zinatokea pale, lakini hatujajua hadi sasa hivi hatima yao ikoje, maana baada ya hapo polisi waliwahitaji kwenda nao kituoni. Na mtazamaji, hayo ni yaliyoweza kujiri maeneo ya huko na video yenyewe ndo hii hapo, unaweza kutizama yale yaweza kutokea. Karibu sana wakati mwingine. Ndugu zangu, watu wasongea uoga wenu ndio umaskini wenu. Vitisho vinavyoendelea lengo lake, lengo lake ni kwamba eh, usije kuzungumza mambo yanayohusu taifa letu. Mkutano huu ni mkutano wa kisheria. Mkutano huu tuliwaandikia polisi, tuliwaandikia polisi barua ya taarifa ya mkutano huu, natumai. Na mpaka sasa hakuna barua yoyote ya kutuambia mkutano huu ufanyike. Sasa tunashindwa kuelewa haya yanafanyika